Kwa majina anaitwa Salome Kalunge, naishi mkoa wa Iringa, kata ya Mkimbizi. Nimefika katika hospitali ya rufaa toka tarehe ishirini na sita mwezi wa tano 2025 nimemleta mjukuu wangu kwa ajili ya kupatiwa mguu wa bandia, na mjukuu wangu anaitwa Bianca Godfrey Naiso, alizaliwa tarehe ishirini mwezi wa saba 2017 ameanza kupatiwa huduma hizi akiwa ana umri wa miezi sita baada ya kuwa na vidole ambavyo vilikuwa vimebebana alifanyiwa oparesheni ndogo. Kwa hiyo alipofanyiwa oparesheni tukaruhusiwa baada ya wiki mbili nyumbani. Baada ya kuanza kujifunza kutembea akiwa na umri wa miaka, wa, akiwa na umri wa miaka miwili alianza kushika ukuta tukamleta kwenye hospitali ya rufaa. Baada ya hapo akapatiwa kifaa ambacho kitaweza kumsaidia kwenye ule mguu ambao ni mzima, maana mguu mwingine ulikuwa umewekwa umepinda. Alipofikisha miaka sita tena tukapata mguu mwingine katika hospitali ya rufaa chini ya daktari Nyange Filipo na Devi. Baada ya hapo tukapumzika tena kwa muda wa miezi kadhaa. Kwa kweli, huduma ninaizungumzia, huduma yake ni nzuri, kwa sababu mimi wamenihudumia vizuri toka mtoto alipokuwa kichanga, amezaliwa hapa ni huduma zao, ni nzuri, na sikutegemea kama huyu mtoto atatembea mpaka sasa hivi alipofikia hapa. Nawashukuru sana madokta ambao wameendelea kuwa pamoja naye kumhudumia huyu mtoto chini ya uongozi wa Gusta, ambaye ameendelea kushikilia mpaka kufika mpaka saa hizi, na ameendelea kunifuatilia kwamba mtoto anaendeleaje, anakuaje. Dokta Nyange, dokta Filipo, dokta Devi wameendelea kunifuatilia kuhusu mtoto lakini huduma za hapa ni nzuri, na mimi nawashukuru sana madokta wote pamoja na manesi ambao tumeshirikiana nao kwa ajili ya huduma ya kutoa mtoto huyu. Ila ninawakaribisha nina hata wengine waendelee kufika hapa, huduma zetu, huduma zao ni nzuri sana. Lakini nawasia hata wale wengine ambao watoto wao wapo nyumbani wanaogopa kuwaleta wawalete ili huduma ziendelee. Na akiwa shuleni yuko vizuri sana, anafanya vitu vyote, hana shida. Hata akiwa nyumbani, anafua, anafagia, anacheza vizuri. Na shuleni anachanganyikana tu na wenzie, mchakamchaka anakimbia, kufagia anafagia, chochote kile ambacho walimu wanaagiza anakifanya, na hataki abaguliwe. Hata akiwa nyumbani, anataka ye awe anachanganya changanya.